Naomba unisamehe kwa sababu sitaweza kuwa ndani yamayako, na sitaweza kuishi maisha ambayo yana maigizo ndani yake, kwa sababu upendo ni sana tunu tunu ambayo ikiwepo inatakiwa uisamini na ku, lakini ikiondoka utapata tabu sana kuita Kwa ajili kuwajuza mashabiki zangu kuwajuza mashabiki wa wasanii wa aina mbalimbali, mbele yenu kuna msanii nadhani sio mgeni majuni mwenu, naona jinsi alivyongaanakuneawasaniania Bana, mana aliyoko mbele yangu nadhani akajitambulisha yeye ni nani na anashughulika na nini. Bana, karibu sana. Asante. Kwa majina anaitwa Eustace Cosmas, lakini jina la sanaa anatumia kama Lilian. Bana Lilian, hongera sana. Asante. Ah, tumeona kazi zako mbalimbali na sehemu mbalimbali na majina yako yamekuwa tofauti tofauti tuweza na meli sana yameshafika, si tunataka tujue, tujuwe siri ya kubadilisha majina. Je, kuna sala la kishirikina kwamba unaogopa kuroga au la? Hapana, mimi siogopi tuma, kwa sababu naamini kwamba Mungu ndio kila kitu. Sawa, si tumekuelewa. Lakini sisi tunafuatilia sana mwenzemu, kuna wadada watatu Alista, Lina na wewe, ivia tumewaona sana kene se. Lakini tetesi zinasema baada ya kazi eso mabesti kabisa. Hebu tuambie, kuna ukweli wowote hapo? Hamna ukweli wowote kwa sababu mnavyotuona kwenye movie, sio kwamba ndo tunaishi vile, kama tumeshuti kwamba tunachukiana labda, lakini nje ya kamera sisi ni marafiki, tena marafiki haswa. Sawa, lakini kuna tetesi zinasema ukicheza uchawi, yani mambo yanaenda sawa mpaka watu wanasema atakuwa uchawi. Lakini pamoja na haya ukicheza kwenye Mimi ndo Mrs. Chris. Sasa doa kilicho kumkuta saa

Watu wanasema elele akiwa mkali, sij ukali kweli? Sasa si tunataka utuambie unazo chembe chembe kidogo za ushirikina kuiie na sisi. Hapana, sio kweli, mimi sio mchawi na wala sina chembe chembe zozote za uchawi. Ni movie tu imenitaka niwe vile. Na pia katika swala la ukali, mimi sio mkali, ni mpole. Kwa hiyo msije mkanifikiria vile. Sawa, tumesikia kuwa ulikuwa na producer wa zamani na mkagombana, lakini lengo la kugombana kwamba alikuwa anakuhitaji kimahusiano. Sasa sisi tumenyepea, nyepea tukajua mahusiano, kwa nini binti mrembo kama huyu alafu anakataa producer wake wa zamani? Hebu tuambie, ni kweli producer wako wa zamani alikuwa anakuhitaji kimahusiano? Na kama kweli alikuwa anakuhitaji kimahusiano, sisi kama sisi tutamtaja jina hapa. Hilo halina ukweli wowote kwa sababu sijawahi kuwa na mahusiano na producer wangu wala hajawahi kunitaka au tuseme labda alikuwa ananihitaji, lakini hajawahi kunifikishia ujumbe. Lakini ni kweli tumekwazana na sasa hivi hatupo wote. Kama umesema haja kutamkia kuhusu mahusiano, kama angekutamkia kuhusu mahusiano ungekubalia? Hapana, yani siwezi kuwa na mahusiano na producer wangu, wa wangu au director wangu au meneja wangu, kwa sababu kwa upande wangu mimi naona kama nitaharibu kazi. Sawa, tumeona wasanii wengi wa maigizo wamekuwa kwa sasa wamefanikiwa, lakini tunajua wa mafanikio ya kwanza ni kuwa na fans wengi, na maana washabiki na kupata endorsement. Sisi tunataka tujue je, uliwahi kupata endorsement au ni mafanikio gani mpaka sasa umeyapata? Tuambie sisi kama mashabiki yako. Mafanikio niliyoyapata siwezi kusema makubwa sana na sio madogo sana. Kwa sababu kwa sababu mwanzoni nilikuwa sijulikani, nilikuwa tunaigiza kwenye vikundi vidogo vidogo lakini kwa sasa hivi namshukuru Mungu, hata nikipita barabarani mtu anasema yule mtu fulani nilimwona katika tamthilia ya fulani. Kwa hiyo kwangu mimi hayo ni mafanikio makubwa, japo sio sana, lakini ni mafanikio. Sawa, tunakubali na hiyo lakini, kuna kitu kingine ambacho watu wamekufananisha, wame pananisha sana, wamekuwa wakifananisha na Najma, yule binti ambaye anacheza series ya Chadomaster tumeambiwa unafanana fanana naye mwondoko mwondoko naye. Je, wewe unajisikiaje kufananishwa na mtu kama yule? kama j mimi kama mimi siwezi kusema kwamba najisikia vibaya kwa sababu yule ni binadamu mwenzangu, alafu pia ni msanii mwenzangu, anajulikana. Kwa hiyo najisikia vizuri. Sawa, so, ni jambo gani hasa linalokuumiza kwenye sanaa? jambo linaloniumiza ni kuona wenzangu wanafika mahali ambapo wanapahitaji, lakini mimi bado sijafika. Lakini siwezi kukata tamaa kwa wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Sawa. Jana wakati nimeweka kwenye Instagram yangu waliniambia, niliwaambia kesho nakwenda kumfanyia ivya, wakaniambia bado kuna komenti, si tuliona lakini yule aliyo komenti si tunahisi kama kuna namna gani, vipi? Hebu tuambie wewe, ni komenti gani katika series zako zote ulizocheza ukasema hii komenti wao, mimi nimeielewa, na umeipenda sana, na imekufanya wewe usikati tamaa katika kufanya sanaa? E, tuambie. Kwanza napenda kwa kuwashukuru sana mashabiki zangu, kwa sababu wamekuwa watu wa kwanza sana kunitia mo na comment ni nyingi nzuri, yapokuwa na mbaya nazo zinakuepo, lakini comment ambazo nyingi nakutana nazo ni watu kuniambia kwamba usikate tamaa, unaweza, na pia hatuchoki kufuatilia kazi zako. Kwa hiyo nashukuru. Kwa hiyo, sawa, umesema series ulizocheza, umecheza kiu cha doctor, umecheza kitu cha namba, lakini sisi tumeona umecheza maua. Okay, sio mbaya, inawezekana hizo tu zako pendwa. Lakini pia tuliona, ulipataje nafasi kwenye Azam TV? Tulikuona kidogo kwenye ukapita ukapitapita, lakini haukukaa sana. Je, hebu tuambie, katika hizo series ulizocheza, tuambie ni sini gani ambao wewe unasema hii sini nimekubali na nimecheza kwenye moyo wako? Kwa mimi sini zangu zote ni hoti lakini kuna zile hoti zaidi. Nianze na kifo cha dokta, ni ile sini ambayo nilikuwa namtafuta mtoto wa kaka yangu, lakini alikuwa anapatikana na yule kipofu, na hiyo siku ambayo nakutana na yule mtoto kipofu, ndipo anagongwa na pikipiki piki na kupoteza maisha. Ile sini ilikuwa hoti sana. Amka, amka binti, nambie basi, nambadi uko wapi eh? Nambie, ongea basi, ongea. Na katika siri ya kiburi cha Kanumba mm, ni ile sini ambao unampa mfanyakazi wangu chai ya moto kiukweli, ile sini ilikuwa hoti sana. Lakini ni okay. Lakini nini hivi, ndio nilikufundisha Nyinga kabisa au kufundisha kwenu. Umechoka kuishi hapa eh? Nitakurudisha kwenu, kama kazi imekushinda, ni bora uondoke sasa. Hichi utaino wewe <coughs> <coughs> na tukienda kwenye maua, ni ile sini ambayo tunafanya makabiziano, mimi pamoja na mganga nampatia pesa ananipatia pete. Ile sini ilikuwa hoti sana. Msimuuo babu yao, na kwa nini mnataka kumuua? Kwa nini mnaingilia vitu ambavyo haviwahusu, naomba msimuue. Sasa, basi, kilichobaki hapa ni kitu kimoja tu, ni makubaliano tu baina yangu mimi na yenu niwapatie noti ya damu na nyemni kabisa, pete pia nitawachia na huyu msukuru. Tanzania, Kenya, Uganda mpaka Burundi. Neno hili tukiwa sisi huku tunasema tumekubamba. Wewe katika umoja utasemaje? Umenibamba. Arudia tena. Huusemi unasema Uganda, Tanzania, Burundi mpaka Kenya. Sisi wengi tunasema tumekubamba. Wewe peke yako utasemaje? Sijui. <laughs> Wow! Ibana, pamoja na hayo, tunaomba waage mashabiki zangu. Hela, mashabiki zangu, nashukuru sana kwa kuzidi kunitia moyo, na pia msichoke kutufuatilia Aryana Media, tutazidi kuwaletea vitu vizuri na venye ku kuwafundisha bana. Ni mimi mtangazaji wako Swali lile linaendelea, tumekubamba ukiwa wewe peke yako, utatuambiaje? Weka chini hapo comment tuambie, tumekubamba ukiwa peke yako, utasemaje? Naona msanii wetu leo amechemka, lakini si mbaya, tuna wageni. Tunasema endelee ni kutufuatilia. Mimi mtangazaji wako fulani fulanifulani, chao chao.